Naam, nazungumza michezo kama ilivyo ada hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma kamera direct ya Runza. Nipo na She Habibu, shabiki na mwanachama kidaki lake wa Simba Sports Club. Tumemwamkia hapa stationi kuja kuzungumza mambo ya kimichezo. Lakini mambo kama yamehada katika mitandao ya kijamii kuhusiana na club ya Simba Sports Club, hapo siku ya jana, taarifa zimezagaa mitandao ikisema Simba Sports Club katika mchezo wake wa pili dhidi ya RS Berkane katika fainali kuchezwa visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Kwema. Kwema, taarifa kwanza umepokea? Simba ni Amani Zanzibar. Taarifa inazagaa tu kwenye mitandao kila jamii, kila mtu anarusha uandishi wa habari, kila mtu anarusha anavyoelewa yeye. Sasa sisi siwezi tukaipokea vyema sisi, kila, mm. kila kitu na utaratibu wake na mm. sisi tuna chombo chetu cha habari, kutokana na msemaji wetu ni Mohamed Hali mm. Sasa vitu vingine vitavyokuja vinaweza kuwa propaganda au vinaweza kuja watu katika jamii kututoa katika pressure ya nini mm. ya mchezo mm siwezi kuwa mimi katika kichwa changu nikakipeleka katika mawazo yao, ni propaganda. E, sisi tuna msemaji wetu yupo mm, mm. msemaji wetu ikifika ile jambo kalipo sahihi tutapata habari zaidi, lakini kwa mtu mwingine siwezi nikazungumza nikaweka komenti zangu kichwa kwangu nikazihumiza katika kichwa changu swala hilo mm pembeni. Unasema Kafu ametuma barua kupitia kwa TFF eh, kwa Club waende kacheza viswani Zanzibar. Lo, hii mashabiki wa Simba makoa matahamaki mpaka tiketi nyingine mshanunua tena habari hizo iozungumza TFF au kuna waandishi wa habari Kafu za ndani Kafu ametuma barua sasa, naomba nikuulize. nikuuliza barua sio slikwenda TFF hmm. TFF wanizungumza nini? hajatoa hmm. taarifa sasa hizo habari ni zipo hujua hmm. hivi kuna wachambuzi wengine wapo hmm nikuzungumzia habari zake mradi kututoa sasa katika formesheni, katika mawazo fulani, katika unajua sasa tuna mechi zaidi, kama ni mechi mzito sasa, ni mawazo ya watu kuyaleta kututoa sisi katika fikra swala. So, hilo sisi hatuna kama nilikwambia, sasa tuna msemaji wetu Ahmed Ally atazungumza kitu, ndio tutamuelewa. TFF bado hajazungumza, yule mwandishi wa habari kaipata wapi neno? kwa TFF hajazungumza swala lote, yeye akaamua kutoa hizo propaganda zake. Lakini mpo tayari kuna visiwani Zanzibar kama kitokea sisi tokea mara kwanza awali tunajukana mechi inapigwa Benjamin Mkapa, hatoki mtu. Sasa, mm. swala so, so, so, so, lingine la kutugia ufunguo kwenda ufunguo Zanzibar, swali watakuwa na wao ufunguo mm. sisi ufunguo tunajua, najua si, upo Benjamin Mkapa. Kwa mm. hiyo Zanzibar mchezi. Sasa sio ndio, kule maoni yetu Sile, sisi kama nakwambia, ufunguo wetu sisi tunekabidhiwa upo Benjamin Mkapa mm. ufunguo kwenda kutufungua mlango wa Zanzibar mm. Pengine wakacheze watu wa Yanga wanazungumza swala hilo so, ndio wapeleke klabu yao kule mm. Ah, house ndo apo sasa hivi kutochota akili mm. Sisi akili zao wawezi kutochota mm. Sasa hivi si mawazo yetu, ni hapo mbali sana kuliko mawazo atetea mawazo mgando wa na wao mm. Kwa Zanzibar, mchezi international. Zanzibar sisi hatuendi ngo, sisi tupapa Benjamin Mkapa mm. Kifo cha mtu anakipata hapo kama sanda na visho hapo mm. Kama Zanzibar hatuendi mm. Mpo um, um, um, tayari na kucheza tena finali ya mkondo wa pili, kama mechi Zanzibar na nani? sasa finali mkondo wa pili e, sina, na Berkane. Sasa Berkane nakwambia, si mechi napigwa hapa Benjamin Mkapa? Sasa Zanzibar mimi nikafanya nini? wo mm. Subiri kambungu litapigwa hapa tarehe 23. Unajua mpira upo hapa na utanifata, na mimi nitakutafuta uwanjani kama yapigwa hapa. Habibu Zanzibar tuendi sababu kuna watu pagenda hao hapo, watu watano ndio watakutwalibia sisi soka katika mchi hii <tansi> sasa. Kuwataja hauna haja tukawataja, mimi katika uwezo kidogo walinzidi. Sasa sio nikazungumza nao zaidi, ndugu yangu, sio unalijua. Unajua ukiona mtu achukua kiatu chake aenda kupiga kiatu kichafu, sasa unajua, sasa hivi washachafuka, la kuongelea hakuna. Nelewa, ndugu? La kuongelea hawana wale sasa hivi ni kazi yao kao ni kuharibu, hawapo katika mpira. Sasa ni kazi yao ni uharibu, au mnaogopa? Picha ya Zanzibar ni amani, mlipata goli moja bila celebrate. Mnaona hapa hapa, mkapa ubaya ubwela bola, Benjamin Mkapa ubaya ubwela ufanyike Zanzibar, sio tuna visiwani. Sheh Habibu, simba asili yake si Zanzibar, simba asili yake ni bara. Ushaenda simba? Kuna mbuga ya simba kule, kuna poli la simba kule Zanzibar? Zanzibar? Sasa Zanzibar kule si asili yetu, Simba asili yake ni huku bara. Kama ukaambiwa bara bara, ndo kwenye sehemu zipo kabisa, kuna mapoli na wanyama wapo. Sasa utupeleke sisi kule tukafanya nini? Hujue kila mtu ana asili yake, wewe mwenyewe una asili yako, si asili yetu. Unekuta sisi ni watu wa bara, si watu wa pwani, um. Habibu, kesho ni mechi uh, ya mkondo wa pili Simba, mkondo wa kwanza Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane eh, kule chini Morocco. Mechi itakuwa namna gani? Mnyama Simba ipo kule na taarifa zinazozagazaga tolewa kwenye leli kuelekea hii mechi dhidi ya RS Berkane kule ugenini. Hii mechi ndio kama nikakwambia, tabu tabu tupo kule hmm, tunaelekea katika mechi moja ni mzito sana hmm, na mechi hii hatuna masiala na mechi hii hatuwezi kuichukulia kwa huruma sasa hivi natengenezwa vitu manake, kututoa sisi kwenye mawazo. Viongozi wetu wako kule, wafikirie mgando waliokuwa na wao kutupeleka huku. Sisi tunaomba kabisa, jeshi letu tupeleka kule, kuanzia wachezaji, kocha, viongozi wote waliokuwepo, wasikae wakafikiria sana ma, mawazo waliokuwa nao watu potofu kama hao, washikamane kule kama jinsi walivyokwenda, au lao liwe moja, lao liwe moja. Alafu katika msafara kuna mzee mmoja unaona, kama bado naye sio hajakwenda. Mzee wangu nimpenda sana katika mambo ya soka, huyu mbunge mstaafu alikopo paka katika baraza la michezo, ndugu ah, sevshantoka tena, yupo Tabora huyu na <laughs> alikwopo paka kiongozi wa Simba muda mwingi akastafu mzee mzee lage kidogo ao mzee rage ipo makini mm. Hakae sana waze wenzake akae nao, sababu ya tuka baraza la michezo alikopo na muda mwingi ni mm. mkereketo wa Simba tena wakufa mm. Sio vibaya sana mm. Wao lio moja wapende sana kuwaponzea anasa vizuri mm. Wasipotoshane sababu kiwango alichokuwa nacho sasa hivi Simba tulivyokuepo mm. Tupo kwenye jozi moja la mtihani mkubwa sana mm. Sasa lao lio moja, mshikamano kama walivyoanza ndo wamalizia vile vile. Sisi tupo huku tunawasubiri, tuwapokee na anasa kubwa tunawagea na wachezaji wetu kuanzia kule kina Shabalala kina Kapombe kina Ngoma naona bwana huku anakwenda wa wachezaji wote wawe paka na mchezaji mpanzu wanaimzungumzia sasa hivi, walimwona mtu mara kwanza kama darasa yeah. sasa hivi katika kinywa vya watu wa Yanga vishakuanda vipo mdomoni kwao, so, mimi yule bwana namwita yeye kama mtu mpaka rangi. Ujue nyumba haiwezi ikapendeza bila kupiga rangi so, nakwambia nyumba nzuri yote zimeonyeshwa kidole, kama unapiga rangi nzuri, nyumba ile inapendeza, ndio yeah. Nakuwa kwake nani mpanzu yeah. Kwa namna ambavyo Simba imecheza e, katika nusu fainali ya mkondo e, nusu fainali na hii Simba inaenda kucheza fainali. Unaiona Simba Sports Club kule kwa kupata matokeo ambayo yalikuwa mazuri. Maana Berkane ukishakuwa nyumbani wanakuwa ni watu ambao hatari zaidi, na Simba anaanzia kule ugenini. Unajua ndugu yangu mwandishi wa habari hmm, we Simba unaichukua juu juu kama unavyoona mvua inavyoanza kunyesha. Unajua mvua siku zote inavyoanza kunyesha unaweza kusema mvua hii sio kubwa. Lakini sasa kile unavyokwenda paka unavoloa ndio utajua mvua hii kubwa. Simba katika mechi zile kali, katika timu zile kubwa za kimataifa zinazotoa anasa za kuatisha watu, Simba zile ndio wanazitaka. Sisi sio timu kubwa sana, sio huyu. Ataka makachukua makombe kashirike kitu gani? Sisi hatumuogopi. Kitu kinachotumika pale dakika tisini. Ubuela, ubuela, ubaya ubwela si kule kule. Ubaya ubwela upo pale pale. Neno ubaya ubwela si kama unachukua neno dhaifu. Hili neno ni kubwa sana. Na ile neno kulifanisha sana lina balaa kubwa. Neno kuitazama kwa mtazamo wake ndio kama unatukuta sasa hivi sisi tupo. Hao wanasema hawapo. Watayekuepo tupo. Na wao kila wanazungumza kila watavyokwenda na sisi tupo. Watavotoa hatua na sisi hatua tunaeka. Na mimi mabeba shabibu. Hiyo <laughs> tayari sio kuzungumzia ndio yetu hilo tunaloifanya. Katika mazumuni yetu mm. na katika utaratibu wetu mm. tunataka tuweke historia kama Simba alifanya kitu gani katika Tanzania. mm. mm. takriban ni miaka 32 mm. kama mbiiahndo mm. tunapigwa 5 4, tunaandaa timu tunapigwa 3, tunarudi tunaandaa timu. Sasa hivi tunajipanga na tunakwenda vizuri mm. na hii mwaka huu tukimaliza mwaka unakuja, ndio tutakao pale umafia huko. Simba ni mkubwa sana ndio tuona mabadiliko zaidi, watu wataanza kulia kabla Habibu. kwa Simba hii kuna, kuna watu watakapokea kiwanjani wa waende usajili ngine tunayekuja. Kuna watu majirani zetu kiwanjani watakapo wakanyagi au shia Habibu dua ya Yanga Africans ndio linaanza kuwatafuna Simba Sports baada ya kusoma dua. Mwisho wa siku mechi inaanza kwa mahama kabisa, dua hawana iko kama dua wenyewe, sio wakipata pointi moja hapa. Hmm, mbona pointi moja alishindwa kuipata, kama dua anao wale dua wanasema unaweza kuwa na chizi wale mtazamu wa sasa hivi ushachoka na hadi alioahidi yule jamaa, sasa hivi lishagonga mwamba, sasa hivi anakwenda kuwapotosha sehemu zingine. Wewe ujua siku zote unavyotoa hadi kuwa na misingi ya kumbukumbu, kama kumbukumbu kumbu una kuna wakati utachekwa na viongozi wako Ah, washabiki wako. Ah, tumbanyea baada ya. Eh. Yeah. Yeah. Yeah. Sasa sisi kazi yetu ni kutizama mtazamo watu tu wakabidhi timu wapo. Na mzee zamani yuko pa ongea mangungu. Sasa hivi wana mtafuta paka sai mangungu anaongea. Sasa hivi mangungu ukienda kwa viao vyogo anakupa kipande utakaa pembeni. Zamani alikopo ni mkimya, si mtu wa kuzungumza na waandishi wa habari. Yeye ni neno lake la kuzungumza ni moja, na anakaa naacha. Lakini sasa hivi wanapenda sana kumfuata-fuata na kutafuta fununu ana kugonga sasa hivi, naye kaa kama mtu wa pwani, neno lake moja, na kugonga, anachukua uzito natulia pembeni. wcheaulk mchezo huu siya kula vizuri, katika mchezo huu tunaicheza kwa kuelekea Berkane kucheza nao katika mechi hii, kuanzia Simba wote, washabiki wazee, vijana wote tukaetikana saa za kumwomba Mwenyezi Mungu, tuwe leto, kauli yetu moja ya kuombea Simba Sports Club, ubaya ubwela uendelee na wana Simba, tuzungumze kitu kochokopo kimoja, mshikamano wetu we mmoja kama alivyosema, tulivyoanza ndio tutavomalizia, ndiyo tutavyomalizia. Awa tupo pamoja ndugu.